Mr. Pimbi ameweza kutoboa siri kwa nini alipewa dola 1200. Dola 1200, ndugu zangu eh, ni pesa nyingi sana kibongo bongo. Kwa mfano ukichukua ile pesa ya Marekani 1200 ukilinganisha na hela ya kwetu unapata eh, zaidi ya milioni mbili, na kama unafahamu kwamba Mr. Pimbi ni supporter mkubwa sana wa eh, Harmonize, eh, ni kama ameweza kupata pesa. E, kuna mmoja manyingine kwa kumzungumzia vizuri tu Harmonize sasa. Yeye uh, alipewa dola elfu moja mia mbili ambapo sasa hivi ni kama elfu milioni mbili na laki tisa, ni zaidi ya hela ya Kitanzania milioni mbili na laki tisa. Kwa hiyo ni pesa nyingi sana, ambapo pesa hiyo alipewa eh, kutoka kwa Harmonize na inaonyesha ni jinsi gani ambavyo eh, Harmonize ameweza Eh, ku, kumpendelea kijana huyo. Sasa baada ya eh, Mr Pimbi kuzungumza hivyo akaposti pia eh, akaelezea aka kitu kimoja kwamba eh, nasikia machawa umeumia, mimi kuokota kwa Harmonize, wanasema kwa nini eh, Pimbi umempa dola 1200, guys ni mtango kali sana kuliko zenu hapa. Maana yake ni kwamba anawazungumzia machawa wote wa Harmonize hapa, anazungumzia ostazi Juma na Msoma na Bikubanga E, tunaona na wengine kibao, au sio bana? Kwa nini anapewa e, Mr Pimbi dola 1200 zaidi ya milioni mbili na laki tisa? Na inaonekana Harmonize amempa Mr Pimbi e, kutokana na mapenzi tu na wala sio kitu kingine. Sasa ameweza kujinadi na kusema kwamba watu wanaumia kuona amepewa pesa hiyo. Sasa kumbuka, kuna wakati anazungumzaga mazuri, lakini kuna wakati anamponda sana e, Harmonize maoni yakaja hivi eh, baada ya kupewa elfu moja mia mbili dola kwanza hapo kwenye elfu moja mia mbili sio kweli labda mia ishirini pimbi ni moja tu worldwide moja tu mwingine akasema konde atakuita eh, chumbani mzee wa fakti eh, mwingine sema kuanzia sasa diamond haji kuimba tena eh, au sio anabebwa na namba eh, kwamba sasa hivi diamond hana cha kuimba Eh, sasa we mzee, hivi sisi unatuchukuliaje sisi tunaoshinda na tunamtetia sifa nzuri Harmonize atopate nafasi ya picha au uh, vipi bana? Tunaona ni picha ambayo ameipiga akiwa karibu na Harmonize. Uh, mngesema kwanza sasa Diamond hana chochote ila Pimbi, jamani eh, kwamba kutokana na pesa aliopewa anasema kwanza sasa hivi Diamond hana chochote. Uh, mngesema huyu atakosa zijuma mtu mzima Eh, ee, huvyu nimeona anatukana anakutukana mtaani masuzi mazito na kukuta eh, usazi haoni kama yeye ni mzee, anataka kushindana na vijana. Pia sio lazima wote mumsifie konde boy. Ajabu ni kwamba konde haumii pimbi yanavyobadilika kama kinyonga, ila zile e, zee na makasiriko tu jitu zima mm -hmm. Abiku Banga na mereji ningano sijai kuwasikia wanakuongelea vibaya jamani maisha kila mtu afanye anachonakina maslahi yake. Kwa hiyo hapa nazungumzia Ustaz uh, Juma na Msoma. Kuna wakati alikuwa namzungumza vibaya Mr. Pimbi eh, uh, kusema kwamba uh, sio mtu mwenye msimamo uh, uh, kwamba uh, kwamba kelele zote kumbe ndoto yako upige picha tu na kupe na pesa Eh, kwamba tunaona amepiga picha na Harmonize. Kwa hiyo eh, kwa mmoja mwa nyingine, picha hiyo ni kwamba amepiga picha na msanii mkubwa na pesa akachukua. Piga kazi mzee, ila we uwe mtu wa fakti, siuwe chawa, maana hakuna eh, mtu amewekuwa chawa wa korosho akajenga gorofa eh, kwamba hakuna aliyekuwa chawa Harmonize akajenga gorofa. Yupo mjako <laughs> mjako amejenga gorofa. Haya, mwingine sema njoo kote kwangu, sema wee kuwanyosha. E, tunakujaweni e, naoma sana Mr. Pimbi Konde Gang for life. Kwa hiyo tunaona kwanza kumfuatilia vizuri. E, kuna wakati alianza kumzungumza vibaya Harmonize. Cha kwanza kuna post ambayo inamuonyesha anasema kwa nini Harmonize ametoa wimbo alimshirikisha Ibra, zilikuwa siku nne zilizopita, ambapo tunaona watu wengi e, wamezungumzia kusana ile jambo lakini pia ukichana mbali na hivyo, Mr Pimbi akazungumza kwamba e, huko YouTube kuna kiumbe kinakamuliwa mpaka damu. Hapa alikuwa anamzungumzia Harmonize kwamba e, damu ni kama amemkalisha sana kwa sababu tunaona nyimbo ya nani imefikisha views milioni mbili ndani ya siku tatu huku Harmonize, ikiwa na views milioni moja na laki nane ndani ya wiki mbili. Kwa hiyo anasema kwamba kuna mtu anakamuliwa vibaya mno, maana yake hawezi mziki wa Diamond. Lakini pia tunaona anasema kwamba eh, video nani, eh, pamoja na kidedea au vipi bwana, eh, kwa uchambuzi wa kina, au sio? Anaona kabisa kwamba eh, nani ni ngoma kali, lakini pia akarudia tena yale yale akasema kwa masava haikuweza kupata Grammy. Sasa kweli jamani, tuchukue tu, tu, Grammy kupitia nyimbo ya fla. Tunajua eh, kabisa kwamba eh, Harmonize ameconsider ngoma nne, kuna ngoma nne ambazo eh, zinamsubiria au vipi bana, zinamsubiria kule, eh, kule Grammy, na kwa namna moja ama nyingine ameweza ku, eh, kuweza ku, kuwa ni msanii wa kwanza E, kukonsida ngoma kibao katika tuzo za Grammy na ni msanii ambaye kiukuona na kipaji kikubwa sana. Of course ukiangaata meneja wake, uh, Jobek ambaye ni ni meneja wake e, kutoka kule nchini Nigeria ni, ni mtu ambaye ni uh, voting member wa Recording Academy, yani wa Grammy. Kwayo, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine e, tuzo ya Grammy yawezekana kama sio mwaka huu mwaka ni basi mwaka unaofuatia. E, kwa hiyo kuna kitu ambacho hamweleza bidii ya kikonsili, ili kuweza kufanya vizuri, lakini pia, uh, Jobeki, ni mtu ambaye yuko karibu sana na ana connection kubwa sana na wasanii wakubwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaona ushindani umekuwa mkubwa, Diamond anatoka nje na kukutana na wasanii wakubwa wanafanya kazi kubwa. E, tunamkutana na Ciara e, tumeona ngoma ile kwa jina la Low, lakini pia Harmonize pia e, tumeona amejitahidi. E, anajipambanua kwa namna nyingine, anatoka nje lakini sio sana kama Diamond, lakini mikwaja anayoiachia e, tunaona inaingia katika vinyang'anyiro e, vya tuzo kubwa ikiwemo BET. Mfano, tunaona ushiriki wake pamoja na Abi Chams e, ulikuwa ni mzuri sana, na tunaona Abi Chams e, ni kama ni miongoni mwa watu ambao walipata fa, e, faida E, kuweza kufanya kazi na Harmonize na tunaona ushiriki wake pamoja na Harmonize e, ndio umefanya au sio ndio umefanya ngoma ile kwenda mbali. Kwa hiyo sasa hivi pia mi tu na hivi imeingia katika considerations za Grammy. Kwa hiyo tunaona uh, Mr. Pimbi, kuchukua dola elfu moja mia mbili ni kutokana tu na jinsi anavyoongea anajitaga mzee wa fact. Kwa hiyo pengine atakuwa alipewa na Harmonize na huku wakiurisha vijembe wali macho wengine ambao anaonekana kumzungumza vibaya au sio, kusema kwamba nyota yake kwa namna moja ama nyingine haiwezi, hawezi kuchukua eh, ama kuokota eh, pesa yote kutoka kwa Harmonize, kitu ambacho yeye anasema kwamba ni wanajita Kenya, afu anacheka wenyewe, kwa sababu yeye eh, ameweza kupachukua hiyo fedha na bado akapiga naye na akipiga naye picha, lakini huku ingana anamzungumzia vibaya Harmonize, bado alijitoa uchambuzi kuhusiana na ngoma mpya ya Harmonize